Wakati wa ziara ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka, vijana wameeleza mambo muhimu ambayo wanataka yafanyiwe kazi kwa ajili ya mustakabali wa kwao pamoja na taifa. Mambo hayo ni pamoja na, viongozi waadilifu. Vijana wanahitaji viongozi wenye uaminifu, uwajibikaji na wanaothamini maslahi ya wananchi. Pili ni uwakilishi wa vijana katika uongozi, yaani wanataka nafasi za vijana serikalini pamoja na taasisi mbalimbali za kufanya maamuzi, ili kuamua hatima ya vijana na vizazi vya kesho. Tatu ni katiba mpya ambayo italinda uwajibikaji, usawa na haki ya kila mtu katika taifa. Lakini pia vijana wamependekeza kuwa na uchaguzi huru na wa haki ambao wao wanasema kuwa wanataka uchaguzi ambao hautapendelea mtu yoyote, chama chochote, au sehemu yoyote na kutobagua mtu wa aina yeyote. Lakini pia vijana walipendekeza kupata mitaji na fursa za kujiajiri, wakisema kuwa wanataka mikopo nafuu na mazingira wezeshi ya kuanzisha biashara bila vikwazo vigumu. Pia wamesisitiza uwepo wa usawa na haki, kama taifa unatakiwa kuwa na haki na usawa kwa wote bila kujali itikadi za kisiasa, kidini au kijinsia, lakini kuwawezesha kiteknolojia na intaneti nafuu ili waweze kutumia kibiashara, kielimu na hata kiubunifu. Vijana wamesisitiza kupata uhuru na ubunifu, wanahitaji mazingira yanayowezesha kubuni, kuandika, kuzungumza na kuunda bila hofu. Lakini wamekongoteza kuwa wanahitaji amani na utulivu wa jamii, wanasisitiza umuhimu wa kutunza amani ili kuzuia migogoro na kuhakikisha ustawi wa nchi. Hawajasahau sekta ya elimu. Wamesema kuwa elimu bora ndiyo msingi wa kila kitu, wakitaka elimu ambayo inaendana na mazingira ya sasa, mazingira ambayo digitali ipo mbele, lakini pia yanaendana na mahitaji ya ulimwengu katika soko la ajira na ubunifu pia. Yeah, wametoa kero kubwa ya kutaka matumizi ya baadhi ya viongozi kupungua, magari yenye gharama kubwa yaweze kupungua. Vijana hao wamesisitiza pia wapate uhuru wa kutoa maoni, pale ambapo kunaonekana kuna shida, kila mtu atoe maoni ili aweze kusikilizwa na yafanyiwe kazi. Mwisho kabisa ni kutumia rasilimali kwa maslahi ya taifa, yaani rasilimali za nchi zitumike katika ufanisi kupunguza mikopo, kukuza maendeleo ya ndani na kuimarisha nafasi ya Tanzania kimataifa. Haya ni mambo machache ambayo vijana wameeleza wakati wa ziara ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.